Mtu mwenye silaha alijeruhiwa kwa kupigwa risasi na maafisa wa huduma ya ulinzi wa viongozi wa Marekani nje ya Ikulu ya White House leo Machi 9 mwaka 2025. Wakati wa tukio hilo, Rais wa Marekani, Donald Trump, hakuwepo katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Anthony Guglielmi, mkuu wa Secret Service, maafisa walipokea taarifa kuhusu mtu aliyekuwa na nia ya kujitoa mhanga, akisafiri kuelekea Washington kutoka Indiana Mtu huyo alionekana akikaribia White House na maafisa walipomkaribia, alianza kutoa silaha na kuwatishia. Maafisa walimzuia kwa kumpiga risasi, na alipelekwa hospitalini; hali yake haijafahamika. Tukio hili linafanana na matukio ya awali ambapo watu wenye silaha walikamatwa karibu na maeneo ya viongozi wa Marekani. Kwa mfano mnamo Juni mwaka 2023, mtu aliyejihami kwa silaha alikamatwa karibu na makazi ya Barack Obama huko Washington. Mtu huyo alikuwa na nia ya kujitoa mhanga na alikuwa akisafiri kwenda Washington kutoka Indiana. Pia mnamo Julai mwaka 2024 kulikuwa na jaribio la kumuua rais wa Marekani, Donald Trumpu, wakati wa mkutano wa hadhara huko Pennsylvania. Mshambuliaji alipiga risasi na kumjeruhi Trump sikioni kabla ya kuuawa na maafisa wa usalama. Vifaa vya kutengeneza bomu vilikutwa katika gari la mshukiwa na nyumbani kwake. Matukio haya yanaonyesha umuhimu wa ulinzi mkali unaotolewa na huduma ya usalama katika kulinda viongozi wa Marekani na maeneo muhimu kama ikulu ya White House.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 pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalum yenye swimming pool iliyopo flo ya tatu. Kuna kumbi za mikutano kubwa mbili na kumbi ndogondogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na, na ubora wa huduma zake.